Hili ambapo inasema hatua ya jaji mkuu wa zamani wa Tanzania Agostino Ramadhani eh, kujitosa kuchukua fomu za kuomba kuteuliwa na CCM kwa nia ya urais imewavuruga wagombea wenzake wa, wa urais na kuibua mjadala mzito katika maeneo mbalimbali nchini, mitandao ya kijamii iliyojaa mijadala inayohusu kuingia kwake katika kinyang'anyiro hicho, huku baadhi ya wapambe na wa wagombea wakieleza wazi kukatishwa tamaa na mgombea huyu ambaye wasifu wake unaonyesha na sifa za ziada zaidi ya baadhi ya wagombea. Na pia katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili kuna habari nyingine, anasema Mboya asema atagombea tena ubunge siku moja baada ya kuhukumiwa kulipa faini ya shilingi milioni moja au kwenda jela mwaka mmoja kwa kosa la shambulio la kawaida dhidi ya aliyekuwa mwangalizi wa ndani wa uchaguzi mkuu uliopita mbunge wa Hai na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboye ametangaza kuwania tena ubunge katika jimbo hilo. Mboye aliye, aliepuka kwenda jela kwa kulipa faini hiyo juzi, alitangaza uamuzi huo jana alipokuwa akihutubia mkutano wa hadhara katika eneo la stendi ya zamani, mji mdogo wa Bamang'ombe, Kilimanjaro. Katika kurasa za ndani za gazeti hili eh, kuna habari nyingine katika ukurasa wa sita, inasema waandishi wazuiwa kuripoti kesi ya Uamsho. Waandishi wa habari jana walizuiwa kuripoti kesi ya ugaidi inayowakabili viongozi ishirini na tatu wa jumuiya ya Uamsho na mihadhara ya Kiislamu Zanzibar katika mahakama ya kimu mkazi Kisutu. CCM mbio za uraisi, upinzani wajikita kuhamasisha BVR, uteuzi wa ndani. Wakati CCM ikiendelea kupokea msururu wa makada wanaowania kuteuliwa kugombea urais, vyama vingine vya upinzani vinaendelea na mchakato wao wa ndani wa uchaguzi huku Chadema kikijikita katika uhamasishaji wa uandikishaji wa pigia kura. Hili ni gazeti la Mwananchi. Katika gazeti la Mtanzania habari kubwa inasema urais CCM 2015 wazee Kilimanjaro wampa baraka Lowassa. Katika kurasa za ndani za gazeti hili, wazee wa chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Kilimanjaro wamesema sasa umefika wakati taifa linamhitaji waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa awe kiongozi wa nchi. Pamoja na hilo, wameweka wazi na kusema kuwa kiongozi huyo amekuwa akibebwa na rekodi ya utendaji wake ndani na nje ya serikali na wala si porojo za baadhi ya watu. Na pia kuna habari inasema Dr. Mwakembe ateta na Rais Nkurunziza. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye pia ni waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Harrison Mwakembe ameongoza ujumbe wa mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika ziara ya kazi iliyofanyika Burundi Juni 15 mwaka huu. Chokala wa 38 kutaka urais kupitia CCM ni habari nyingine katika gazeti hili ambapo inasema balozi mstaafu Patrick Chokala ametangaza nia ya kugombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM na kufanya idadi ya makada wa chama hicho wanaowania nafasi hiyo kufika 38. Ni habari katika gazeti la Mtanzania katika gazeti la Tanzania Daima Mboya afichua siri ya kesi yake, asema alikuwa tayari kwenda jela. Na pia kuna habari nyingine katika ukurasa wa tano, ambapo imeandikwa katika ukurasa wa kwanza gazeti hili, inasema wagombea urais hatarini. Eh, habari hii inatokea katika ukurasa wa kwanza. Msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi amesema ofisi yake haitakuwa na mzaha kwa mgombea atakayebainika kukiuka taratibu za uchaguzi kuanzia hatua ya kuomba kuteuliwa na vyama vyao hadi wakati wa kampeni. Akizungumza na gazeti hili kuhusu hatua ambazo watangazania wanaweza kuchukuliwa iwapo watabainika kwenda kinyume na sheria ya gharama, Jaji Mutungi alisema wagombea wanatakiwa kuwa makini sana, kwani lolote linaweza kutokea. Makamba ahidi kushangaza dunia. Naibu waziri wa sayansi na teknolojia January Makamba amesema akipata ridhaa ya chama cha mapinduzi, kuteuliwa kuwania urais na Watanzania kumchagua katika uchaguzi mkuu ujao, ataishangaza dunia kwa mambo makubwa atakayoyafanya. Makamba alitoa kauli hiyo jijini Tanga jana alipokwenda kuomba udhamini wa wana CCM katika kinyang'anyiro hicho. Na pia kuna habari nyingine katika gazeti hili, inasema PAC yaipigania kuundwa kwa kamati kamati ya kudumu ya bunge hesabu za serikali imesema itapigania kuhakikisha inakuwepo kamati itakayosimamia maazimio yanayofikiwa na bunge ili yaweze kutekelezwa. Ni katika gazeti la Tanzania Daima. Gazeti la Raia Tanzania, habari kubwa inasema Lowassa kizaazaa, bodaboda wapinga jaribio la kutaka kudhulumiwa ujira wao walioahidiwa mafuta ya lita tatu, shilingi elfu kumi kila mtu kwa saa moja mkuu wa mkoa wa zamani atoa zake za mfukoni kuzima hasira. Na pia kuna habari nyingine katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili nasema, Makongoro Nyerere kurejesha fomu leo, akamilisha kazi mikoa thelathini, wapinzani wamkubali, asema mwaka huu ng'ombe wa maskini atazaa tu. Katika ukurasa wa pili wa gazeti hili kuna habari inasema, Kikwete, fursa zilizopo zitumike ipasavyo. Rais Jakaya Kikwete amesema licha ya biashara kati ya Tanzania na India kuongezeka katika miaka ya hivi karibuni bado kuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi endapo fursa zilizopo zitatumiwa ipasavyo. Rais Kikwete alisema hayo jana alipozungumza na watendaji wakuu wa makampuni makubwa ya India. Na pia kuna habari nyingine inasema, barabara za lami kukamilika mwaka elfu mbili na kumi na saba. Katibu mkuu wa wizara ya ujenzi mhandisi Musa Liombe alisema hadi kufikia mwaka elfu mbili na kumi na saba, barabara zote za mikoani zinazoendelea kujengwa zitakuwa zimekamilika kwa kiwango cha lami. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari na katibu mkuu huyo, mchakato wa kufanikisha kazi hiyo unaendelea vizuri. Na pia katika ukurasa wa tano gazeti hili, wabunge wa waibana serikali matumizi ya dola Serikali imeshauriwa kuwa na udhibiti wa kutosha wa matumizi ya dola ya Marekani ili kuzuia kuendelea kuporomoka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania. Baadhi ya wabunge walitoa kauli hiyo jana bungeni, mjini Dodoma, walipochangia mjadala wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na kumi na sita. Ni habari katika gazeti la Raia Tanzania. Katika gazeti la Jambo Leo habari kubwa inasema wabunge wachangia bajeti, kutangaza nia mipasho ya tawala. Na pia kuna habari nyingine nasema baada ya kung'atwa na mamba neki yavutia pumzi, askari kuandikisha wapiga kura. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa kwanza gazeti hili la jambo leo, ambapo inasema siku moja baada ya mbunge wa Arusha mjini God bless Lema kudai amekuta askari wakiandikisha wapiga kura mjini humo kwa kutumia mfumo wa biometric Voters registration, tume ya taifa ya uchaguzi neki imesema imeanza kufuatilia tukio hilo akizungumza Dar es Salaam jana, mwenyekiti wa neki jaji mstaafu Damian Rubova alisema swala hilo ndilo wamelipokea, hivyo wanafuatilia ili kuhakikisha kama ni taarifa za kweli au la, huku akishindwa kuweka bayana kama sheria inaruhusu askari kufanya hivyo. Na katika kurasa za ndani za gazeti hili kuna habari inasema awabubu baada ya kung'atwa na mamba, ambapo inatokea katika ukurasa wa kwanza. Penina Joseph mwenye umri wa miaka kumi na mbili mkazi wa kijiji cha Murito kata ya Kemambo Nyamongo mkoani Mara amegeuka bubu baada ya kushambuliwa na mamba.